Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Arap Mashamba, wewe muongo, wewe mwizi, wewe Kasongo. Asante sana. <laughs> Mimi nataka niseme sisi tumekuja hapa na kikao ya leo hapa, siekuru safari ya kuunda serikali ya 2027 imeanza. Sisi tumekuja hapa kusema huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka, tumeketi na yeye, tumeketi na Eugene Wamalwa, tumeketi na Fred Matiang'i, tumeketi na Mama Karua, tumeketi na viongozi wengi na tumekubaliana ya kwamba pahali Kenya iko lazima tusikizane na tupendane na tuketi chini, tutoe mtu mmoja akuwe flag bearer ya kupambana na Kasongo. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba hii muungano wetu ndiyo itaunda serikali ijayo na kwa hivyo ni wazi ya kwamba Steven Kalonzo Musyoka na nyinyi mtakuwa ndani ya serikali ijayo. <tos> <tos> na tunaomba Wakenya, musituharakishe huyu Kasongo, tunamjua, tunamjua kwanza, mimi namuonea t iyo halali, akinisikia halali hii jamani, na musukuma ni musukume ni musukume ni musukume, aende asiende aende asiende, wangalipo wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Mimi naomba Wakenya, mimi naomba Wakenya mtulie Mtupatie nafasi yeah. Msituharakishe yeah. Kutangaza flag bearer, asiwekewe mawe kwa barabara yeah. si ndiyo? yeah. Lakini mtuamini ya kwamba kati yetu hapa tutatoa kiongozi mo na serikali ni kuu <mukua> mmoja atakuwa president, mwingine atakuwa deputy, mwingine atakuwa prime, mwingine atakuwa speaker Ruto. Dio tu tutengeneze uchumi, Ruto lazima afanya nini? Ndio turekebishe maneno ya matibabu, lazima Ruto afanye nini? Ndio tuokoe dignity ya peseli, lazima afanye nini? Dio tumalize mambo ya mauaji ya watoto, lazima afanye nini Aye? kwa hivyo dio Kenya irudi laini, dio turekebishe uchumi, turekebishe mambo ya matibabu, hawa watoto ya Gen Z wasome university ikuwe sawa. Hiyo maneno yote hawezi yawezekana Ruto akiwa kwa kiti. Kwa hivyo, William Ruto wewe usitupangie ajenda, wewe panga ajenda yako ya wizi, panga ajenda yako ya kuua vijana. Sisi tuko na ajenda, na ajenda ya kwanza ndiyo Kenya iboreke, ndiyo kazi iendelee, ndiyo Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe one time. Harambe, watu wetu wa Ukambani, yeah. Politics is a game of mathematics.